Maandamano makubwa kuliko ya mwaka jana yamepangwa nchini Tanzania. Mwanaharakati Mange Kimambi ametoa uvumi. Jambo na karibu kwa taarifa zetu za Tanza Pulse, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Kauli zinazochochea wito wa maandamano nchini Tanzania zimeibuka katika zama za ghasia na kutoridhika kisiasa zikilinganishwa na ghasia zilizotokea hivi karibuni nchini Iran ambapo maandamano ya umma yamekumbana na mashambulizi mabaya ya serikali dhidi ya waandamanaji, na ripoti za mashirika ya haki za binadamu zikithibitisha vifo vya mateso kadhaa, na jambo ambalo limeibua mjadala mkali kuhusu mbinu za kutaka kutangazwa kwa shida za kijamii au kisiasa na jinsi ulimwengu unavyoacha au kuzielekeza kutokana na maoni yake. Mwanaharakati shupavu Mange Kimambi ambaye mwaka jana alikuwa mstari wa mbele katika kufanya kampeni ya kuhamasisha Watanzania kutokea ili waandamane, shauku ya baadhi ya wapiga kura na wanaharakati nchini Tanzania sasa imeona ataniko la gasa likichochea umakini wa kimataifa, na ni ishara ya kukua kwa hisia za husuda, hasira na kutoridhika kwa hadhi ya raia dhidi ya hali ya kisiasa nchi yao. Kutokana na ujumbe wake Mange Kimambi huu, umeibua mjadala mgumu wa kisiasa unaojikita si tu katika Tanzania bali pia katika mtazamo pana wa haki za binadamu, uhuru wa kukusanyika, na tabia ya serikali kulinda msimamo wake dhidi ya ghasia za umma. Kwenye ujumbe wake Mange Kimambi alitaja na kusema kuwa Wenzetu wa Iran waliandamana mara mbili na kupigwa risasi na serikali yao na dunia haikujali. Safari hii dunia imejali. My point is na sisi wa Tanzania lazima tuandamane tena ili dunia inotice. Pia tukumbuke kuwa Iran hawakupanga tarehe ya maandamano, hawakufanya kampeni ya maandamano kwenye mitandao, ni walilipuka tu out of nowhere na sisi lazima tuige hii ya maandamano kulipuka ghafla ujumbe wake Mange Kimambi ambao ulikuwa unachochea watu waweze kurudi tena barabarani licha ya wengi kuuawa kwa marisasi mwaka jana. Kuanzia mwishoni mwa Desemba mwaka jana, Tanzania na dunia zilikumbwa na taarifa za maandamano makubwa nchini Iran yaliyoibuka kutoka kwa msongo wa maisha, bei ya bidhaa na kutoridhika na utawala wa kidini na uongozo nchi hiyo. Ripoti za haki za binadamu zinathibitisha kuwa shirika la ulinzi la Iran IRGC na maafisa wa usalama walitumia nguvu isiyo ya lazima kumwaga damu ya waandamanaji. Mashirika kama Amnesty International na Human Rights Watch ziliripoti vifo vya waandamanaji na raia, mateso mateso kwa waliokamatwa pamoja na mateso ya watoto na wengine wengi. Taarifa za hivi karibuni zinadai kuwa vifo vilivyomuliwa ama vilivyoumuliwa katika hisia za mapambano hayo inaweza kufikia maelfu, kukiwa na makadirio yanayobadilika kutokana na ukosefu wa idadi rasmi ya vifo. Reuters iliripoti mikutano ya dharura ya Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa ili kuchunguza mashambulizi na kushinikiza Iran kuacha ukandamizi wa amani ya umma. Huko baadhi ya taifa ya kipinga tamko hilo. Maandamano haya yameendelea kueneza huzuni na hisia kali miongoni mwa jamii za kote ulimwenguni na wageni wa Iran walioko Marekani na Ulaya wakiomba makini na ulinzi wa raia wa Iran wanaokumbana na mateso ya serikali na upinzani wa kisiasa. Kwa mfano, mashirika ya haki za binadamu yanabaini matumizi ya risasi hai, mabomu ya machozi na mateso dhidi ya waandamanaji, wakiwa salama, jambo ililoendelea pekee kwa siku chache za mapambano. Wakati huo huo nchini Tanzania uchaguzi wa Oktoba tarehe 29, mwaka jana, ulisababisha mfululizo wa maandamano makubwa na migogoro ya baada ya uchaguzi. Ripoti ya Amnesty International inaeleza jinsi nchi ilikabiliwa na shinikizo kubwa la usalama, kufungwa kwa mitandao na intaneti, na vilevile vile matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji wadogo. Na tangu siku hiyo, serikali na vyombo vya usalama vilifanya jitihada za kuzima maandamano na kushinikiza mpango wa siasa uliodaiwa kuwa haukujali hauku usawa wa upande wowote. Huku kulikuwa na madai ya kupigwa risasi, kukamatwa kwa waandamanaji na matatizo ya haki za binadamu, na katika baadhi ya ripoti za vyombo vya habari wanasema kuwa hadi mamia ya raia walipoteza maisha, na ndipo Mange Kimambi anafananisha yale yote yaliyofanyika nchini Tanzania kwa yale yaliyofanyika Iran akisema kwamba mauaji yalikuwa sawa, ukatili ulikuwa unafanana, ila ulimwengu hujagundua hayo yote kutoka nchi ya Tanzania. Ndiposa nahimiza kwamba watu wanastahili kutokea tena kwa maandamano mengine ili pengine dunia na ulimwengu wote uweze kunotis ile yanayoendelea nchini Tanzania. Katika popote duniani, maandamano hususan yanapokuwa ya kihistoria au kisiasa, mara nyingi husababisha jibu kali kutoka kwa serikali, lakini njia ya kuendesha maandamano, ushiriki wa umma, wa hadhi ya haki za binadamu hutofautiana kulingana na historia ya kisiasa ya nchi husika. Maandamano yakaanza ghafla kutoka kwa msongo wa maisha na mzigo wa uchumi, pamoja na ghadhabu ya umma dhidi utawala wa kidini unaothibitisha ama unaodhibiti siasa katika ama kama mfumo wa serikali. Uongozi wa Irani ulijibu kwa nguvu na hatua kali za mkono wa chuma ikiwa ni pamoja na matumizi ya risasi na mateso. Jambo lilozua hasira kubwa ya kimataifa na kusababisha Baraza la Haki za Binadamu na Umoja wa Mataifa kuitisha vikao maalum. Na katika nchi ya Tanzania, maandamano yanayohusisha ama yanayohusiana na uchaguzi yalijikita hasa katika kutoridhika na utaratibu wa kisiasa, uchaguzi wa haki za kiraia, pamoja na malalamika ya kupigwa risasi kwa matumizi ya nguvu. Shinikizo la mashirika ya haki za binadamu limekuwa likipaza sauti kuhusu uhuru wa kulani serikali kutumia nguvu kupita kiasi na kaha, kutaka shughuli za ulinzi wa haki zifanywe kamilifu. Katika nchi zote mbili, mtandao wa intaneti ulitumiwa kama chombo muhimu cha kusambaza habari mikutano na baadhi ya maandamano, lakini pia ulikatwa au kudhibitiwa mara kwa mara, jambo lilipo lilopelekea uh, changamoto kwa ufuatiliaji wa matukio halisi. Jibu la kimataifa kwa gasia hizi ni tofauti sana kulingana na muktadha wa kila nchi na maslahi ya kisiasa ya nchi za nje. Kwa maandamano ya Iran, Baraza la Haki za Binadamu na Umoja wa Mataifa limechunguza hali hiyo na kushinikiza kusitisha ukandamizaji wa waandamanaji, ikiwa ni ishara msitizo mkubwa na wa kimataifa juu ya haki za binadamu. Kwa upande mwingine changamoto za mwisho zinahusiana na Tanzania na zimeweka shinikizo kwa serikali kuheshimu haki za msingi za kiraia zinazojumuisha uhuru wa kukusanyika na haki za kupiga kura, na kulikuwa na wito kutoka Umoja wa Mataifa na wengine kusaidia kulinda haki hizi, huku mashirika haya yote ya kibinadamu yakipiga kelele kuhusu matumizi ya nguvu nguvu kupita kiasi. Katika eneo la Afrika Mashariki na Tanzania hasa, mjadala huu ni msingi wa sababu unaonyesha jinsi matatizo ya ndani yanavyoweza kutafsiriwa na ulimwengu na jinsi mamlaka zinavyojibu shinikizo la raia wao. Watanzania unapozungumzia kuiga ghasia za kigeni kwa lengo la kupata umakini wa kimataifa, ni lazima kijue kwamba migogoro ya ndani ina mizizi yake ya kipekee na kama vile mashiko ya kisiasa, historia ya uhuru wa siasa na utaratibu wa kikatiba. Kutumia gasia kama njia ya kutafuta umakini wa kimataifa kunaweza kuleta hatari kubwa kwa usalama wa maisha na ustawi wa wananchi. Hii ni kwa sababu ya mamlaka za nchi zinaweza kujibu vikali na kuwaweka raia katika hatari zaidi ya madhara ya kisiasa na kijamii na katika mazingira ya sasa ya Tanzania, badala ya kuiga mfano wa nchi nyingine, ni muhimu kupanua mjadala uliojaa ukweli, uwazi na njia amani na za kuleta mabadiliko, pamoja na kulinda haki za binadamu, kujifunza kutokana na historia na kufanya kazi kuelekea demokrasia shirikishi. Ndiposa ujumbe wa Mange Kimambi unaingia hapa, ukisema kwamba watanzania wanastahili kuamka na kuingia barabarani kuandamana, ndiposa uh, watu na mataifa mengine ya nje yaweze kugundua makuruhu ambayo yamekuwa wakitendewa na unyama ambao wananchi wa Tanzania wamekuwa wakitendewa. Ni hayo kwa sasa kutoka hapa TanzaPulse channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi na zinginezo kwa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi kwa taarifa zaidi na kusihi uweze kusubscribe kulike na kushare video zetu.